Ni mwendelezo wa ziara za ardhi wilayani Kilindi ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Samia la kuhakikisha migogoro ya ardhi inapatiwa ufumbuzi. Na hapa wananchi wa kata ya Bokwa wilayani humo wakawaomba wataalamu wa ardhi kuwasaidia kumaliza changamoto ya migogoro hiyo ambayo imekuwa ikichangia kurudisha nyuma shughuli za kimaendeleo. Yale aliyotoka kwa raisi kama Mwenyezi Mungu akiwajalia na akawapeni moyo wa ujasiri wa kutatua hili tatizo, na imani litakwisha, kwa sababu waliokuja wote waliopita ni rushu wa mtupu, hakuna alichokifanya kilichoendelea. Ndio maana mgogoro unazidi. Tuwe makini na mazungumzo, kwa sababu hii ni sehemu rafiki ya kuzungumza vitu, kuwaeleza viongozi wafikishe maneno yetu kwa rais, na hivi tunavyozungumza inafika viongozi, tumewaamini na tutazidi kuamini, lakini mpira dakika tisini. Wenzenu wanapokuja hapa, wanakuja kwa maneno mazuri, wananchi wakajua kwamba sasa hapa pata nyooka, wakizunguka mlango wa pili, wamepewa kamkapaka pesa, mpaka unabadilika. Kwani sisi tunajua tuna, tuna, tuna na kama tunajua ninyi wenzetu mliokuja wataalamu wa ardhi, hebu lioneni hili msije mkamtia Mama Samia aibu, alivyosema nitatuma baraza la waziri wangu wa ardhi kwa ajili ya kusimamia hili. Watu wote wamefurahi, lakini mawaziri wa ardhi waliokuja hapa ni wengi, na huu mpaka sio wa leo, toka mwaka elfu maizi, toka kwenye uongozi wa masomo anamalizia ya miaka yake, akaja Kidunda, akaja Betrishi, anakuja akigua ndio anapapalika papalika hili, lakini hakuna mkomboti anayeko nao. Wataalamu wa ardhi wakaeleza sababu za kuwepo kwa migogoro hiyo kwenye maeneo hayo. Ni lazima tuweze kukubaliana kwamba hapa ndio mashamba yetu, hapa kuna msitu wa kijiji, hapa kuna huduma za jamii, hapa eneo la malisho, na hivi vitu vinafanyika kupitia serikali za vijiji na mikutano ya wananchi. Na mkutano wa wananchi ndio wenye maamuzi ya mwisho kupitisha ile mpango kwa vijiji vile ambavyo ali wameshafanya. Mnajua hilo kwamba anayepitisha mpango wa matumizi ya ardhi sheria inasema ni mkutano wa wananchi. Wakishapitisha hiyo ni sheria. Sasa hata mkurugenzi hawezi kubadilisha, hata mkuu wa wilaya hawezi kubadilisha, ni sheria inasema hivyo. Katika vile vijiji, baadhi ya vijiji ambao vimeshaanda mipango ya matumizi bora, baadhi ya vijiji vimeacha kuheshimu ile mipango. Sasa kutokuheshimu mipango ya matumizi bora kunapelekea baadhi ya migogoro kuibuka. Kwa hiyo kama tunaona kama wote tuna nia njema ya kumaliza migogoro hii, ile mipango ambayo tutakuwa tumejiwekea na ambayo tumeweza kuiweka kwa utaratibu ambao tumekubaliana, tumeunda sheria ndogo ndogo ambazo zinahusika kwenye mpango wa matumizi bora nitaomba serikali za like, vijiji zisimamie hiyo mpango ambao umeandaliwa wilaya. Kilindi ina jumla ya vijiji mia moja na mbili. Ni vijiji arobaini pekee ambavyo vimeingizwa kwenye mpango wa matumizi bora ya ardhi. Amina Omar, Daily News Digital.